Ebane, leo mdomo kunena nimekosa neno, wahenga nipeni neno ili niweze kunena. Ebane, fahari ya macho kuona, basi na mwenye macho hambi itazama. Leo tumekuletea nyumba safi kweli kweli. Hii nyumba inapatikana maeneo ya Maungani mwisho, mbali na uzuri wake, lakini pia nyumba hii ina idadi ya vyumba vi Tano, ni idadi ya vyumba vitano, chumba kimoja kikiwa kipo nje. As I said earlier, nyumba yetu iko maeneo ya Maungani mwisho karibu na barabara. Nyumba ni nzuri kweli kweli, nyumba ni ya kisasa, nyumba ni mpya kabisa kabisa. Bei yake ni nzuri, shilingi milioni mia tatu na hamsini za Kitanzania. Kuna nafasi kidogo ya maongezi, sishtuke sana, lakini kwa kwaliti ya hii nyumba bila shaka milioni mia tatu na hamsini ni bei rafiki kweli, kweli. Ebane, nyumba ni nzuri ya kisasa, pesa imetumika kwelikweli, lakini yote ni tisa kumi, ni kwamba hii nyumba imekwenda na juu kwelikweli kweli. Nyumba kainua mithili ya ghorofa. Nyumba kama hii joto, uh, utalisikia kwa jirani, manake hewa safi inapita vizuri, unakaa kwa nafas kwa kujiachia, joto joto kujibanabana inakuwa tayari imekuepuka. Ebane, nadhani mdomo kunena, niishia hapo, ni awache macho yako yaangaze vizuri, lakini pia niwaombe radhi, niwaombe radhi kwa sababu hii video haiko vizuri sana kutokana na uharaka niliyokuwa niponao wakati na rekodi nyumba hii. Nilikuwa nina haraka sana, kwa hiyo shekshek zilikuwa ni nyingi kwelikweli, lakini bila shaka kizuri ni kidhuri tu. <laughs> Nadhani nyumba imeonekana, na kwa mtakaji asiache kunitafuta kupitia sifuri saba saba saba sita tatu saba moja moja tisa. Lakini pia bila ya kusahau, hii ni Zanfinders, tunasema kukileta kilicho mbali kwa karibu yako, lakini pia kama haitoshi, tunasema kukisogeza kilicho karibu kwa karibu zaidi. Ebane, tukutane mjengoni kwa mara ya pili. Stak ni wachoshe matajiri, karibuni sana.